Uchaguzi wa elfu mbili na ishirini Magufuli alipotwaliwa na Mwenyezi Mungu, rais alipoingia mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mwezi Mei alituita Ikulu hapo Chamwino, tukafika. Mimi ilikuwepo, mweshimiwa Heche alikuwepo, wakati huo mwenyekiti alikuwa Freeman Mbowe. Tukamweleza matatizo yaliyotokea elfu mbili na kumi na tisa elfu mbili na ishirini matatizo ya miaka ya utumishi wa rais Magufuli.